Young Africans ni mwanachama wa bodi kama ni mwanachama wa bodi kwenye hiki ambacho amekisema, Young Africans hawana imani na bodi ya ligi wako sahihi asilimia mia, mia. Young Africans iko sahihi asilimia mia kusema haina imani na bodi ya ligi. Kwa nini? Ukiangalia sheria amini kanuni ya thelathini na moja timu ambayo haijafika uwanjani ina maelezo yake. Cha kwanza sawa, ni kupigwa faini ya shilingi milioni tano, mbili na nusu na kwenda bodi ya ligi, mbili na nusu na kwenda Yanga. Lakini pia kuna gharama sawa, za maandalizi. Timu ambayo haikufika uwanjani inabidi uhusike kwenye kulipa kanuni. Sasa hiyo, unanipata vizuri. Kanuni nyingine inasema hapo hapo, kipengele kingine, timu ambayo haijafika uwanjani, kikanuni inatakiwa kukatwa au kupokwa alama kumi na tano, sawa mm. Lakini timu kama haijafika uwanjani inatakiwa kukatwa alama tatu, na pointi tatu zinaenda alama, kwa tatu, timu ambayo imefika uwanjani. Kwa hiyo ukija ukijumlisha Simba, kama kweli kamati ingekuwa iko very serious inajua wajibu wake, majukumu yake, Simba ilikuwa ina deserve kupokwa alama kumi na nane.